Na asante sana kwa kuendelea kutizama Sema na Citizen. Serikali ya kaunti ya Kitui imeanzisha zoezi la kuendelea kuongeza idadi ya zahanati katika kila kijiji ili wananchi wapate huduma za matibabu karibu nao. Akizungumza wakati alipokuwa akifungua zahanati kwenye maeneo mawili tofauti ya Masavi na Sosoma, gavana wa kaunti hiyo uh, Daktari Julius Malombe alisema serikali ya kaunti inalenga kufungua zahanati nyingine mpya zaidi ya thelathini na male eh, ward na female ward itakuwa na uh, maternity nzuri na itakuwa na madaktari eh, doctor here uh, and uh, clinical officers na lab services nzuri ambazo tutaziweka hapa. Madawa pia tutaweka vizuri, ili watu wetu ambao wanatoka area hii wawe wanaweza pata matibabu kama wale wengine wanatoka sehemu zingine. Na huku hayo yakijiri, serikali ya kaunti